Habari ya moto ambayo imeweza kutufikia katika media yetu pendwa ya MAI TV hivi siku ya leo ni kuhusiana na aliyekuwa mume wa Shuu. Hapa namzungumzia anko Deo. Mashabiki wengi sana walikuwa wanatamani kufahamu ni sababu ipi ambayo ilipelekea au imepelekea anko Deo pamoja na Shuu kuachana. Basi kumbe kuna meseji ambazo walikuwa wanachati na Esha Buheti, na ukiangalia hizo message zinaonyesha wazi Anko Deo alikuwa anamtaka kimapenzi Esha Buheti, na huku ukiangalia Esha Buheti pamoja na Shuu ni watu ambao ni marafiki wanafahamiana kwa muda mrefu sana. Sasa Anko Deo, ni kitu gani ambacho kimemsababisha akaamua kumtafuta Esha Buheti ili mradi tu waweze kuwa na mahusiano ya kimapenzi? Sisi wenyewe bado hatujafahamu ni kitu gani huyu kaka kilimpata mpaka akaamua kumtongoza shemeji yake na huku ukiangalia Aishu alikuwa ni mwanamke ambaye amemfanyia vitu vingi sana, na moja kati ya kitu kikubwa ambacho Shuu alimfanyia Anko Deo, aliamua kumkodishia frem kubwa sana kule Kariakoo, akamwekea mzigo wa kutosha, na muda mwingine Deo akikwama anamsaidia kwa namna moja au nyingine. Kiufupi tunaweza kusema Shuu alimpenda sana Anko Deo, lakini baadaye baada tu ya kuona Deo tabia yake ambayo ameionyesha kuchati na shemeji yake namna kama hile, na akaanza basi kumtongoa za Shu akaona huyu sio mwanaume, kwa sababu ukiangalia hata watu wake wa karibu wameshindwa tu kujizuia eh, hao watu wengine wa nje ambao yeye Shu binafsi hawafahamu, inakuaje kuaje, nitakwenda kuonesha meseji ambazo Anko Deo alikuwa anamtumia Esha Buheti, na Esha Buheti alikuwa anamjibu, lakini si kwa ubaya, alikuwa anamjibu tu kama shemeji, kwa sababu anafahamu Anko Deo na shemeji yake, na nitakwenda kuonyesha meseji moja baada ya nyingine, ili mradi uweze kuelewa ni kitu gani ambacho nakizungumza. Hii meseji ya kwanza inaonyesha hapa Anko Deo ameanza kumtumia meseji Esha Buheti, akamwambia na kukubali sana Esha, alafu nina feelings na wewe mno. Alafu akaendelea na kukazia maneno yake na kumwambia hivi, wewe ushangai huwa na huasha gari na kufanyia delivery asasa. Esha Buheti akamjibu, ndo kitu najiulizaga sana walai, ila naomba nilale kwa sasa, manake sio kawaida kuchati hivi usiku na mume wangu ananishangaa. Baadaye Anko Deo akamjibu akamwambia, ndo hivyo sijiwezi, afu nikikuonaga live kuna hali ya mwili wangu inabadilika kabisa na kuwa mwingine kabisa, na kuwa tayari kwa performance Esha Buheti eh, akaonesha kastika fulani hivi kwamba ameshangaa hayo maneno shemeji yake kumwambia hivyo eh, lakini baadaye Anko Deo akaendelea kukazia mkazo wa kile ambacho alikuwa anamaanisha kwa Esha Buheti, akamwambia hicho kifua chako ndo huwa kinanivuruga sana, lips zako ndo fire, afu una baby face eh. Sasa baada ya Anko Deo kumwambia hiyo message yeye eh, eh, Esha eh, Buheti akamwambia ila Deo, huogopi walai mi natetemeka. Deo akamjibu mimi na wewe tunajitambua, then ni watu wazima, kila mtu atamlinda mwenzake, so usijali mrembo. Baadaye Esha Buheti kamjibu akamwambia mi mm, naogopa walai, embu tubadilishe topiki kwanza. Sasa Anko Deo akamwambia kamaonyesha kwa hiyo nguo ni kuletea baadaye au, yaani anataka kumfanyia delivery. Akamwambia angalau nije nipate hata hagi wallahi. Baadaye Esha Buheti akamjibu akamwambia shemtulia bana. Alivyosema shemtulia bana, basi anko Deo akamjibu Akamwambia, I'm very serious mama, yaani akaendelea kukazia mkazo wake kwamba yeye asio kwamba ana utani eh, na Esha Buheti anamaanisha kile kitu ambacho alikuwa anazungumza. Ni kwamba anko Deo, sababu ambayo imepelekea wakaachana na shuu ndiyo hii hapa. Na baada ya Esha Buheti kupigiwa simu na kuulizwa kuhusiana na hizi message, yeye binafsi alijibu na kudai kwamba ilimchukua wakati mgumu sana kumwambia mume wake, lakini pia ilimchukua wakati mgumu kumwambia Shuu kwa sababu Shuu ni rafiki yake kipenzi, lakini baadaye ilibidi tu awaambie wote wawili, kwa sababu huenda basi baadaye anko Deo angekuja kumgeuka na kusema labda yeye Esha Buheti ndo anamtaka. Si unajua mambo ya mitandaoni, e, hawa ni watu ambao wanafahamika, ni watu ambao wanafuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii, lolote linaweza likatokea. Lakini Esha Buheti aliweza kumuwaya anko Deo, alimwambia mume wake kwamba anko Deo ananitongoza, yani shemeji yangu ananitaka, na baadaye akamwambia rafiki yake Shuu kwamba mwanaume wako ni hivi na hivi. Shuu akashindwa kuvumilia, akaamua kuachana na anko Deo na maisha mengine yakaendelea. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kutan on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zina kiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.